Ni mwendelezo wa maonyesho au ya siku ya kahawa duniani ambayo ni tarehe moja kila mwezi wa kumi ambayo tunasema ni Oktoba Fest, ambayo sisi kanda ya kaskazini ya tuliona ta, siku moja haitoshi, ni vizuri tuongeze siku walau tatu kama wenzetu wa maonyesho ya kimataifa wanapofanya ili wadau waweze kupata fursa ya kutosha kuweza kufanya yale ambayo yanaongeza biashara zao lakini pia yanaongeza mchango wao katika tasnia ya kahawa. Nchi yetu inapokea wageni mbalimbali, wakiingia hotelini wanakuta Tanzania inalima kahawa, wakienda supermarket wanakuta Tanzania inalima kahawa, wakienda kwenye migahawa wanakuta Tanzania inalima kahawa, wakiinywa sasa hapo panatokea sitofahamu. Tukasema hapana, tuna jambo la kufanya kama wadau, kuanzia mkulima anayezalisha ajue anazalisha, anazalisha kahawa namna gani, aweze kuionja kahawa yake, mfanyabiashara ajue anachokiuza na anajua kwamba kila anachokifanya, basi mama Tanzania anahusika ndivyo tukaanza mpaka leo, tuko msimu wa sita. Serikali yetu inajua umuhimu wa zao hili na sio zao hili tu. Kwanza tuseme serikali yetu inatambua umuhimu wa kilimo, kwa sababu Watanzania wengi, zaidi ya asilimia sabini, wanajihusisha na kilimo kwa namna moja au nyingine. Anaweza kuwa ni mkulima, anaweza kuwa ni mfanyabiashara, anaweza kuwa namna yote hiyo, lakini zaidi ya asilimia sabini wanaguswa na sekta ya kilimo. Kwa hiyo serikali yetu imeweka nguvu sana, na nyiye mmekuwa mashahidi, mmeona bajeti ambapo imekuwa ikiongezeka maradufu maradufu kwenye ongezeka, eneo la kilimo na inapoongezeka eneo moja wapo ambalo linaguswa ni kwenye zao hili la kahawa. Kwa miongo yote yote iliyopita kahawa imekuwa ni chanzo kikubwa cha uchumi wa taifa pamoja na uchumi wa kaya na familia zetu, hili halina swali. Mkoa inayolima kahawa hapa Kilimanjaro tulipo ni kati ya mikoa iliyokuwa na uwezo wa kusomesha zaidi, kwa sababu walikuwa na uwezo wa kulipa karo za wanafunzi kwenda shule. Tumeona na nadhani nyinyi mashahidi, bodi ya, ya kahawa inagawa miche Nadhani mwaka huu tulikuwa na bajeti ya kwa miche milioni ishirini, na mimi nimeshuhudia, nimeenda hapo mwenyewe kabisa kwa macho yangu, nikakuta wamepewa tenda ya kuzalisha hizo miche na wanagawa. Lakini nimeenda nadhani nilienda Ruvuma pia kule, nilienda kwenye chama fulani cha Kiba na Amenda na Amkos, wamepewa yote na wanafanya hivyo, kwa wadau wengine mpaka wakulima binafsi wanapewa hiyo fursa, kwa maana ya kwamba serikali inalipia unatengeneza anagawa. Sasa hizi ni fursa, tumieni hizi fursa. Wakulima, chukueni mbegu, chukueni miche ya kahawa, ili tuweze kuzalisha kwa wingi.